Kamati ya mawasiliano ardhi na nishati ya Baraza la Wawakilishi imeshauri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia shirika la umeme Zanzibar ZECO kufanya utafiti maalumu kubaini uwezekano wa uzalishaji umeme kupitia chanzo cha joto ardhi. Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea miradi ya kimkakati ya uzalishaji umeme kutokana na joto la asili la dunia maarufu kama joto ardhi huko mkoani Mbeya Makamo mwenyekiti wa kamati hiyo mheshimiwa Aza Januari Joseph amesema pamoja na harakati zinazofanywa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya kutafuta vyanzo mbadala vya umeme ikiwemo jua na upepo, ipo haja pia kufanya utafiti wa chanzo cha joto ardhi kwa kuwa chanzo hicho kinaweza kuzalisha umeme wa uhakika na kwa gharama nafuu. Sisi wanakamati kwa upande wa Zanzibar tunaenda kuishauri serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuangalia ni namna gani ZEKO shirika la umeme ZEKO wataweza kwenda kuangalia chanzo mbadala, na ikiwezekana chanzo hiki cha kutafuta umeme kutoka ardhini, kwa kuwa katika mafunzo haya tumeona kwamba ni chanzo ambacho kinaweza kupata umeme ambao unaaminika na umeme ambao unakuwa ni tulivu na gharama yake inakuwa ni nafuu hata kwa wananchi. Unaenda kuishauri serikali yetu kuangalia pamoja na pamoja na harakati za ZEKO walizonazo za kutafuta umeme wa jua pamoja na umeme wa upepo, lakini pia waone ni wafanye tafiti maenjinia kule ZEKO wakafanya utafiti wa kuona ni eneo gani wanaweza kupata la kupima na kuona namna ya kuweza kupata umeme ambao utatoka ardhini, umeme ambao unasukumwa kutokana na maji ya mvua ambayo yananyesha kwenda ardhini na kwenda kutengeneza msukumo ambao unaweza tukapata kilowati za umeme na ni matumaini yetu kwamba kwa miaka inavyokwenda tunaweza tukazalisha umeme ambao pia badala ya sisi kupokea umeme tu kutoka Tanzania Bara, basi pia Wazanzibari tukaweza kuzalisha kilo wati za kuingiza katika gridi ya taifa na sisi tukawa pia tunachangia umeme kutoka Tanzania Bara. Naibu katibu mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Mheshimiwa Mwanajuma Majid Abdallah amesema kuna umuhimu mkubwa kwa Shirika la Umeme Zanzibar kushirikiana na kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC, pamoja na, na shirika la usambazaji umeme Tanzania TANESCO kufanya tafiti ya upatikanaji wa chanzo kipya cha umeme kitokanacho na joto ardhi, ili kutatua changamoto ya upatikanaji wa chanzo mbadala cha umeme visiwani Zanzibar. Kwa hivyo na sisi ipo hii taasisi tunaweza kuitumia, ina utaalamu wa hali ya juu wa kuweza kuja kuona namna na gani na sisi tunaweza kufaidika na zile chemchem zilizokuwepo au kuibua vitu kama hivyo. Na nyuma sisi tulikuwa tunaona kwamba Zanzibar labda kuna maeneo tukisema madini madini, labda mchanga kifusi na mambo mengine, lakini tulivyokuja kufanya utafiti ilionekana, wamekuja watu wa jioloji, na tukaona kwamba kuna vitu ambavyo vina thamani zaidi tukiweza kuviendeleza na kuweza kufikia. Kwa hivyo, study ni muhimu sana, inaweza kutupa majibu ya yale maswali yetu ambayo tulionayo, na tukitilia maanani wakati kama huu, tuna kidogo tuna challenge kubwa ya kuhusiana na swala la umeme. Akiwasilisha mada kuhusu uzalishaji umeme kwa njia ya joto ardhi, mhandisi kutoka kampuni ya uendelezaji wa joto ardhi Tanzania TGDC, muhandisi John Lobuva Amesema chanzo hicho ni jadidifu ni rafiki kwa mazingira na uwekezaji wake ni wa gharama nafuu. E, faida za nishati ya umeme wa joto ardhi kwanza kabisa ni jadidifu, endelevu na rafiki wa mazingira, hutumia kiasi kidogo cha ardhi, haiathiriwi na mabadiliko ya hali ya hewa, inafaa kuwa chanzo cha msingi kwenye grid, yani baseload kwa Kiingereza, haiathiri mabadiliko ya bei. E, kinu chaweza kuongezwa uwezo wakati wowote bila uwekezaji mkubwa. E, gharama za uzalishaji ni himilivu. Kamati ya mawasiliano, ardhi na nishati ya Baraza la Wawakilishi, wajumbe kutoka Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar pamoja na Shirika la Umeme Zanzibar Zeco inaendelea na ziara ya siku mbili ya kujifunza kuhusu masuala ya nishati ya joto ardhi mkoani Mbeya ambapo imepata fursa ya kutembelea miradi miwili ya kimkakati ikiwemo mradi wa Ngozi unaotarajiwa kuzalisha megawati sabini pamoja na mradi wa Kiejo Mbaka unaotarajiwa kuzalisha megawati sitini.